aji Wakenya ambao walijikuta nchini Myanmar chini ya walaghai wa mtandao wanasimulia mateso waliopitia eneo hilo. na Wakenya hao wengi wakiwa vijana wadogo wanasema walidanganywa kuwa wangeenda nchini Thailand kufanya kazi na kujipatia riziki, yote yakigeuka na kuwa ulaghai. na mwanahabari wetu Emily Chebet alizungumza na baadhi ya vijana hao ambao walirejea kutoka Myanmar na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni taarifa ya kusikitisha kwa Wakenya wanaotafuta kazi ugaibuni. Licha ya matumaini ya kubadilisha maisha yao na ya familia zao, wengi wamejikuta kwenye mtego wa wahalifu wanaoshiriki udanganyifu wa teknolojia mitandaoni. Kwa mama huyu wa mtoto mmoja, lengo lake lilikuwa kukimu mahitaji yake ya kila siku na kumsomesha mwanawe. Sababu nilimweleza yangu, akaniambia tumepata kazi rafiki yangu ako na kazi za kwenda Thailand na hiyo kipato chake ni mzuri kushinda ya Qatar, inaweza kusaidia. Kwa ada ya shilingi elfu mia tatu kwa wakala huyo, alipata stakabadhi zote chini ya wiki mbili na kuelezwa kuwa kazi aliyokuwa akienda kufanya angelipwa shilingi elfu mia mbili hamsini kila mwezi. Anasema alilazimika kuchukua mkopo. Kwanza kabisa nilipe 100000 alafu visa ikitoka ndio nimpe hiyo mia mbili. Visa ilitake only 2 days na ikatoka. Mamia ya Wakenya wamejipata katika mtego huu unaoendeshwa na mawakala ambao wanajulikana one of my friend, uh... Tukaenda na yeye kwa ofisi fulani, ye alikuwa na apply kwenda ngambo, so vile tulienda aka apply na akapata visa ya kwenda taki na kaenda. Kijana huyu ambaye alilipa elfu mia mbili kutoka kwa biashara yake, aliambiwa angefanya kazi kama meneja wa duka kuu jijini Bangkok, Thailand. hapo ndio nikakonektiwa na agent anaitwa Grace. For that time, Grace alikuwa anga Dubai, akaniambia kuna job job iko Thailand. So So Grace akan connect na na na agent anaitwa John. Ako na, ako na ofisi Afri House. -ana ofisi kwa Inage Street. Uh, second floor. Agents wa, wa na ofisi town. Tulipatana na town. So, after tumepatana na town, wakani take through. Then wakaniambia, they need a payment of 250. Hata hivyo ahadi zote ziligeuka kuwa mtego na Wakenya hao wakajipata katika kambi tofauti nchini Myanmar, ambapo ulaghai na udanganyifu uliendeshwa na wahalifu nchini humo. Tumeenda tumefika vizuri Thailand, tumepokelewa na gari kubwa ya kifahari. Nasema wow, ijob ah, ijob ni real. Gari imenikujia tu airport, wow, hadi nimepelekwa kukula vizuri. So tumeanza safari sasa Gari natembea, isimami, mwenye anani drive haongei lugha mimi naongea, hajui hata kizungu, so nikajaribu communicate with a Google Translator. Vijana hao ambao waliwapata mamia ya Wakenya wengine ambao tayari wametekwa nyara katika kambi hizo wanasema walipitia mateso mengi. Tikwa shocks, limwa viboko ama kuna rungu iko mami na mamiba, unalimwa kama hii mguu ilimwa na hiyo, because ume already umefungwa hivi. Kulingana na balozi wa Kenya nchini Thailand, Linsi Kiptines, wamekuwa wakiwaokoa Wakenya wengi kutoka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, lakini wengi wanaendelea kuingia nchini humo kwa kulagaiwa na mawakala humo nchini. Balozi Kiptines akiwaonya wa Kenya kuwa Thailand kwa sasa haina nafasi za kazi. Huku serikali ikipokea wakenya zaidi ya sabini ambao wamerejea nchini kutoka nchi ya Myanmar, maswali yameibuka kuhusu mawakala ambao wanawapeleka wakenya hawa kwenye mateso na wengi wao hawajakamatwa hadi sasa. Emily Chebet, runinga ya Citizen, kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Nairobi.